Kumbuka, unapoongea unaongea kwa faida ya wengine. Unaposikiliza unasikiliza kwa faida yako. Yale unayosikia ndiyo faida yako wewe, yale unayoyaongea ni faida ya watu wengine. Jifunze kunyamaza, jijengee tabia ya kunyamaza kwenye vikao. Hilo litakusaidia kwenye mchakato wa kujitambua. Kwa sababu kwenye vikao mambo yanayoongelewa ni mengi. Unaponyamaza utateka maneno mengi, na ndio sababu wataalamu wanakuambia Mungu akaweka masikio mawili ili tusikie mara mbili kabla ya kuongea mara moja. Kwa hivyo, tusiwe wepesi wa kuongea, tuwe wepesi wa kusikiliza. Ni exercise ngumu kwa walio wengi, hata na kwangu pia, lakini kwenye mchakato wa kujitambua tunatakiwa tuzingatie hili pia, maana litatusaidia kwenye hatua zote zile tunazozipitia za kujitambua.